nani alikuhamasisha kwenye muziki wa Singeli? Naamini kuna ambao wamekutangulia. Kuna wakina Msaga Sumu, kuna wakina Dula Makabila, kuna wakina Mijakunta, hao ndo wa, wa kidogo wamekaa muda mrefu, wakina Sholo, Sholo Mwamba. Yeah. We nani alikuwa ambaye ulikuwa unamwangalia, unasema natamani siku moja ile ukiingia bafuni unai, ukienda unai, mbona sema iko siku, one day yes kabisa. Ah, kwangu mimi hapa msanii ambaye amenihamasisha sana kwenye Singeli. Yeah. Yeah. Labda niseme hivi, yani mm. Unajua kila mtu ana vision yake mm. Naona sasa mimi kwa sa sababu mimi nimeweza kuimba toka nipo shule msingi mm. nalikuwa mm. najulikana naimba kwa o nikasema mm. siku moja na mimi mm. nami nitakuja ni kuwa msanii mkubwa sana Tanzania. Naona mm. haimaanishi kumtaja labda ndo mkali sana <laughs> mtu kukuhamasisha Anaweza katoke. Hata mimi nina walio nihamasisha katika uigizaji na ni waigizaji wenzangu wa Tanzania, yeye huwa anawataja, kuna Tea, Kemi, Mona Lisa mm. lakini haimaanishi kwa labda wao ni bora zaidi kuliko mimi au mimi ni bora zaidi kuliko wao mm. lakini hiki kitu sana, wasanii, kwa nini mmekuwa mkikwepa kwepa? Lazima ukweli usemwe, kuna kioo ambacho tunakitazama. Je, wewe kioo chako? Haimaanishi ukimtaja yeye ndio atakuwa star zaidi yako, a a lakini haki ya mtu mpe, haiwezekani. Lazima kuna ulichokiona mwanake kakuvutia, eh Sa hapo mm. lamda kwa ufupi mm. ni sasa labda fadha Msaga Sumu. Unaona mm, maneno hayo? E. Kuna kaka Jeti hapo. Ndio. Ndio. Kuna kaka densa mm. kuna basile bwa yana mm, na unafanya kazi nzuri. Eh mm. makabila na no? Yes. mm. Sawa sawa. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani <laughs>